Sema sasa. Sio shikataa, sema cheki mwenyewe kwanza. Mume wangu. Kuanzia down paka hapo katikati alipo paka juu. Ndio wewe mume wangu. Eh, mimi nikwambia hivi hakuna viki wa viki. Mimi na pesa ya kulipa kumlipa Kimaro miaka mitano nyumba yake. Hii <laughs> hi, hii hi fruit tu. Parachichi, ma orange na kila kitu. Mume wangu. Nishapata nishapata kazi na umaskini nimeuaga, nimetupa tupa mabonde bonde yote. Wapi malapa leo? Hakuna. Kanda mbili wapi? Mume wangu kweli? Oh, sasa so uongo? Sasa hivi umaskini kwisha. Kwisha kabisa sasa hivi mke wangu. Nipata kazi nzuri tu kuongoza ndege. Nasema Air France, Air, air. Air. Qatar Air nasema to down. Down airport clear, airport clear. Na na, na teremsha ndege chini ah. Hapa. Na lipo dola. Unapokea dola. Kwanza ngoja kwanza. Mke wangu, na hela yangu mimi sasa hivi siweki mfukoni, wewe suruali, naweka juu ya dari hapa. Hey! Kutaka ya kwetu hapa ipo kutaka dollars. Bala. Dollars. Ah, pesa hii mke wangu wewe. Hii.

Steak uh -huh. Beef, uh -huh. Samaki kingfish kole kole songoro bwana, sio? Kuna tuletea hapa dagaa mchele kauzu full stop. <laughs> Umaskini kwisha. <laughs> Umaskini kwisha. Umaskini umetiondokea <laughs> kweli, mimi wangu nashukuru Mungu, yaani pale nilipokuwa nakuomba talaka nilikuwa nakutania uh -huh. Hey.